Kuna watu wamezaliwa maskini sio kwa sababu Mungu alikosea. Hapana. Bali kwa sababu waliaminishwa kuwa umaskini ni mapenzi ya Mungu. Kuna watu wanakufa maskini si kwa sababu walikosa uwezo. Hapana. Bali kwa sababu walifungwa kisaikolojia. Wakaamini kuwa na mali ni laana. Leo tunaanza safari ya kufungua macho ya uchumi, na somo letu la kwanza ni hili: utajiri sio dhambi. Ukweli una nguvu ya kukomboa, lakini unahitaji ujasiri sana kukubali. Biblia haijawahi kusema pesa ni mbaya. Haijawahi kusema mafanikio ni laana. Biblia inasema kupenda pesa, elewa hili, siyo pesa yenyewe ambayo ni mzizi wa maovu. Timotheo wa kwanza sura ya sita fungu la kumi. Tamaa ndiyo sumu. Uchoyo ni ugonjwa, lakini pesa ni, ni, ndio chombo kinachotegemea mkono, ambapo huu mkono unakitumia vipi hicho chombo. Ukishika bunduki haiwezi kufanya chochote mpaka utakapoiamlisha, e, fyatue risasi. Inasikiliza amri kutoka kwako. Kwa hiyo pesa ni chombo kama bunduki, inasubiri wewe uliyeshikilia ujue ni namna gani unaitumia. Utajiri usio na mafanikio kutoka kwa Mungu, utajiri usio na mwelekeo wa Mungu, hiyo ndio sumu yenyewe. Lakini utajiri unaotumiwa kwa utukufu wa Mungu ni silaha na ukombozi. Wacha nikupe mifano ya Biblia kidogo. Tuna Ibrahimu alikuwa ni tajiri sana, alimiliki uh, mifugo, dhahabu na, na vitu vingine, hata pesa pia na ndio Mungu alijisifia kwake. Ayubu alikuwa ni tajiri sana mpaka akaonekana amekaa ameka kwa kuongoza watu wa mashariki. Alafu tuna mfalme Suleiman, huyu mwanaume alikuwa ni tajiri sana. Hawakuogopa mafanikio, lakini hawakuyaabudu mafanikio, waliyatumikisha kupitia njia za Mungu. Tunakosea tunapofundisha hofu badala ya maarifa. Tunakosea tunapohubiri umaskini kana kwamba ni tunda takatifu. Umaskini siyo sifa ya kiroho, mara nyingi ni matokeo ya ukosefu wa maarifa. Na ngoja nikwambie hili, kuna uwezekano mkubwa sana wa mtu aliye masikini asifanikiwe kufika mbinguni, kwa sababu Mungu mwenyewe hajawahi kujisifia kwamba ana mtu wake masikini kwenye Biblia. Na hata ukiangalia historia za watu walioonekana ni wa Mungu, walikuwa ni wenye mafanikio. Wacha ni kugonge na nyundo hii, unakumbuka kwamba Mungu aliumba mtu kwa mfano na kwa sura yake, halafu akampa kazi ya kutawala samaki baharini na ndege wa angani. Kazi iliyopo pale sio kutawala samaki ila ni kutawala mtawala. Siku zote ndio mtu mwenye mali. Ni tunashindwa kuwa watawala ni kwa sababu hatuna mali, na tunakosa mali ni kwa sababu hatuna maarifa yaliyo sahihi yanayoelezea ya mali kutoka kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kama ulikuwa umekaa umerelax, unafikiri kwamba umaskini ndo utakao kufanya ufike mbinguni, unakosea. Kusudi la Mungu la utajiri ni kwamba Mungu hakupi pesa ili uwe na kiburi, anakupa pesa ili uitumikie himaya yake kwa ukamilifu, wainue walioko chini, uwafanye wapande juu uwalishe walio na njaa, na ili utembee duniani ukiwa na nembo ya utukufu wa Bwana. Kwa maana hiyo, ukiwa na umaskini hauna nembo ya utukufu wa Bwana, utakuwa na nembo ya utukufu wa Shetani, ingawaji kuna wakati Shetani anawapa watu mali ili tu wapumbazwe, ila wamebeba nembo ya shetani. Mithali kumi na tatu fungu la ishirini na mbili linasema mtu mwema huwaachia watoto wake urithi. Jiulize, utakapokufa utakuwa umewaachia watoto wako urithi? Alafu niambia kwenye, kwenye sehemu ya comment hapo. Wewe utaacha nini? Utaacha magomvi kwa watoto au utaacha maneno mabovu kwamba umekuwa na tabia zisizofaa au ndo utagusa, uh, watu kwamba wamefurahia kufa kwako. Maneno matupu hayafai, usiache maneno matupu. Acha urithi ambao utagusa vizazi vitatu mbele, ambao Mungu mwenyewe ataona kwamba amemuumba mtu kwa mfano na kwa sura yake akafurahia. Lakini tahadhari ambayo Biblia inatoa ha, ndiyo, kuna tahadhari ambayo, utajiri usipokuwa na mwongozo wa Mungu, kuna hatari sana ya kukosa mbele za Mungu kiroho. Biblia inasema huwezi kumtumikia Mungu na mali. Lakini pia kumbuka, huwezi kumtumikia Mungu vizuri ukiwa umefungwa na umaskini wa fikra. Umaskini wa tumbo na umaskini wa hofu. Mungu hataki uishi kwa dharura kila siku. Hataki ukaombeombe kila mwezi wakati umeumbwa kuwa baraka kwa wengine. Ni wakati sasa wa kuchoma moto mafundisho ya uoga, ni wakati wa kufungua macho. Utajiri siyo dhambi, ni chombo ambacho Mungu amekupatia. Ni chombo kinapokuwa mkononi mwa mwanadamu, mwana wa Mungu mwenye hofu ya Mungu, kinakuwa baraka kwa dunia. Sasa ni wakati wako. Fungua macho, chukua nafasi yako. Amini kuwa baraka. Amini kuwa na, na, na, na, na urithi halali wako. Amini kwamba bila urithi wako mambo yataharibika. Sasa, kama ujumbe huu umekugusa, subscribe sasa, comment chini afu niambie uongo gani kuhusu pesa uliowahi kupewa na ukaamini. Share hii video kwa, kwa wengine kwa sababu kila mtu anahitaji kufunguliwa macho. Hadi tukutane tena, kumbuka, fungua macho yako, baraka zipo, usiogope utajiri. Usiogope kuto kuamka, jitahidi usikate tamaa. Mungu yuko pamoja nawe. Subscribe.